Shaanza leo kuizindua siku ya Tanzania. Siku ya Tanzania maana yake, kwenye jiji la Osaka leo, lugha kwenye maeneo haya yote ni Tanzania. Moja kati ya mambo ambayo tumewahakikishia, tumewaambia ndugu zetu wa Japani ni kwamba Tanzania na Japani ni nchi ambazo zimeanza ushirikiano kwa miaka mingi kutoka mwaka 1961. na sisi Tanzania tumefungua ubalozi hapa na ndugu zetu wa Japani wamefungua ubalozi Tanzania. Ubalozi huu katika kipindi hiki tumepata uzoefu mkubwa sana. Tumeweza kuona mahusiano ya kidiplomasia Kisiasa, lakini pia kiuchumi. Kwenye eneo la kiuchumi, tumeshaanza kushuhudia kuongezeka kwa biashara inayofanyika ndani ya Tanzania kwa wandugu zetu wa Japani kuagiza bidhaa Tanzania na kutumia bidhaa za Tanzania. Wanahitaji mazao mbalimbali mbali ya, ya kilimo ambayo pia na wao wanayatumia na madini mbalimbali yanayopatikana kwenye nchi zetu. Nchi hii wanapenda zaidi kahawa yetu, chai yetu na tumeshuhudia ongezeko pia la, la biashara ukilinganisha miaka ya nyuma na sasa, biashara imeongezeka sana. Hata kiwango cha fedha ambacho kinapatikana sasa hivi nacho kimeongezeka. Na kwa hiyo tunafanya jitihada kupitia programu ambayo itafanyika kesho ya uwekezaji na biashara, na yenyewe tunatarajia itapandisha zaidi biashara na idadi ya, ya bidhaa zinazohitajika kutoka Tanzania kuja hapa Japani mauzo haya pia lakini pia kutoka, ta, kutoka Japani kuja Tanzania. Kwayo, kwa hiyo ujumbe huu wa kwamba bidhaa, mauzo ya bidhaa hizi yameongezeka pande zote mbili, inaleta matumaini kwamba ushirikiano wetu wa kiuchumi unaleta tija kubwa kati ya Tanzania na hapa Japani